Mkuu wa mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Zainab Telack, amewapongeza viongozi wa dini katika wilaya ya Kilwa kwa mchango wao wa mkubwa katika kutoa elimu ya maadili mema kwa jamii, jambo ambalo linasaidia kuhimarisha jamii katika misingi bora ya maisha. Mheshimiwa Telack ametoa pongezi hizo wakati wa hafla ya dua maalum ya kumwombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Dua hiyo iliyoandaliwa na kina mama wa kata ya Tingi, Saidati Nafisa Tingi Foundation sana Sanatif iliyofanyika katika ukumbi wa Ilulu Sekondari. Niliposoma historia ya Kilwa nikajua kwamba Kilwa ni mahali makalikaai, lakini tuendelee kusoma dua kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya waume zetu, kwa ajili ya familia zetu, ni pamoja na nchi yetu. <coughs> Tuendelee, tusiishie hapa, lakini ni waombe na mashehe wetu kwenye misikiti yetu. Tumeanza leo kumwombea dua Dkt. Samia Suluhu Hassan, ni waombe sasa kila Ijumaa tukitoa salamu, kukiwa na matangazo, kukiwa na dua zingine, angalau tutoe dakika tano, dakika kumi, tuendelee kumwombea amani hasa wakati huu ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Dua hizo zikisomwa misikiti yote ya Kilwa na misikiti yote ya mkoa wa Lindi, Mwenyezi Mungu atatusikia, Mwenyezi Mungu atatujibu. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa dini hakiwemo shehe wa wilaya ya Kilwa Hussein bin Simo na viongozi wa serikali ambao na wao walitoa salamu za wilaya hii. Eh, hakuna jambo jema kama kumtakia dua eh, kiongozi wetu wa taifa. La mwisho ni wote kwa sababu niko katika niko na ndugu zangu wa Kiislamu na mimi ndio kiongozi wenu wa dini, tunakwenda kwenye uchaguzi kama Waislamu sisi nu wetu wa Tanzania Shekh Abubakar <coughs> nani ameshakupa maagizo rasmi kwamba sisi kama Waislamu tunakwenda kuwateua viongozi, na hajasema kwamba lazima akapige kura fulani. Mm -hmm. viongozi watakaogombea tusikilize sera zao tusikilize maoni yao wanayotoa, twende tukawateue, tunayempenda tunayempenda tuna tunayemuona kwamba atakidhi viwango vya kuviongoza taifa, tukamteue. Kateueni watu ambao akhlaki zao ni njema, maneno yao ni mazuri, maneno yao yanasomeka. Kwa hiyo mheshimiwa, wa kwanza tunakushukuru na kupongeza kwanza kwa mapenzi yake kwetu Kilwa na mapenzi yako ya imani yetu pamoja na wakina mama hawa wote, tunakushukuru sana, lakini mm -hmm, kwa namna nyingine ukiwa na jamii ya wanawake wa aina hii tunaamini kwamba matokeo yake ndio kama matokeo haya ya kupata viongozi wa aina hiyo. Hiya kana abudu hiya kana